Saba sa oh, bado nipo kwenye good situation, naweza nikafika nyumbani vizuri kabisa bila shida oh, kwao ndugu zangu, tutane kwenye video inayofuata yeah. De yes, habari gani ndugu zangu wapenzi watazamaji wa chaneli yetu pendwa inayokwenda kwa jina la maisha ya Urusi, muda huu bana ni usiku usiku, sasa hivi ni saa sita na dakika kama kumi na tano hivi. no, nimetoka kazini hapa, lakini siku nimeianza saa kumi na mbili asubuhi yako. Kwa wale ambao mlikuwa mnauliza kwamba utaratibu wa kupiga kazi unakuwaje, yando ya kama hivyo, unaamka asubuhi sana, unarudi usiku sana, unalala masaa kama manne kesho yake asubuhi tena unaingia mzigoni, kazi inaendelea. Kama navyoona, jamani, usiku wote huu na snow imenifuma. Bahati nzuri leo mm, nilishtukia mchezo nikaa, nimetoka na, na jaketi langu hapa zuri kabisa. Kwa hiyo, si siteseki, poa kabisa bana. Snow ndio hii hapa, naona snow hiyo snow inashuka inaendelea kushuka kwa namna hii hi hapa kwao ndugu zangu imekuwa ni muda mrefu hatujafanya video so i just want to to promise you that we are going to make more videos recently. so my dear friends if this is your first time watching my videos please i would like to to request you to subscribe on this YouTube channel and by doing that you'll be supporting us Noi na nanichapa kwa, oh, so guys. So, guys, I, I yeah. Yes, kama ambavo niliwambia nalikuwa hapo nje lakini piga sana nikaamua niingie ndani hapa nijificha. Sijaangalia itakuwa ni digrii ngapi, lakini baridi ni kali, sio mchezo. Baridi ni kali sana. Kwa hiyo sasa uh, nilikuwa naongelea uh, ishu za kazi zinapokuwa, of course, nchi ya Urusi ni nchi ambayo inaruhusu wanafunzi kufanya kazi na kujipatia kipato bila kusumbuliwa kabisa. Kwa hiyo kama unasoma bachelor ama masters au PhD, bado chuo chako kitakupatia document maalum ambayo itakupa wewe kibali cha kuweza kufanya kazi. Kwa maana hiyo nchi kama nchi inaruhusu wanafunzi kufanya kazi wale ambao mlikuwa mnaniuliza maswali kuhusiana na je, kama unaweza ukafanya kazi ukiwa unasoma, ili jibu mnaipata, lakini pia nimewaandalia makala ambayo mtakuja kuongelea wale watu ambao kazi yao huwa ni kukatisha watu tamaa, yao yamewashinda, wanakaa kukatisha watu tamaa. Kwa hiyo hao tabulia kuwazungumzia video itakayofuata hapa ni kwenye kituo cha metro cha underground kabisa, na sababu nimeshaingia huku, na muda huu hapa ni saa sita na metro wanafunga saa saba. Kwa bado nipo kwenye good situation. inaweza nikafika nyumbani vizuri kabisa bila shida. Kwa hiyo ndugu zangu, tutane kwenye video inayofuata nikiwa na machambo napia michamba